tunapozungumza vitongoji kadhaa tayari vimeshawekewa umeme na kazi inaendelea. Lakini siyo nishati tu, tumesema nishati safi. Sasa tunatoka kwenye nishati zile za diesel na mafuta mengine, tunaelekea kwenye nishati safi. Na kwenye nishati safi tumefanya kazi nzuri ya kujenga bwawa linalotupa megawati 2115 lakini pamoja na bwawa hilo kuna mabwawa mengine madogo madogo kama sita hivi ambayo na yenyewe yanatoa umeme katika maeneo mbalimbali ndani ya Tanzania. Lakini pia Mungu ametubariki na gesi, bado tunaendelea kutengeneza umeme kutokana na gesi. Lakini nishati safi hii tuna mpango maalum kama Tanzania, na kwa kuwa Tanzania ni msimamizi wa mpango huu kwa Afrika, nishati safi ya kupikia ni ajenda yetu na tunaisimamia Afrika kwenye, kwenye ajenda hii. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye umeme pia nako Tanzania kama ilivyoelekezwa na maendeleo endelevu, malengo ya maendeleo endelevu, tumefanya kazi kubwa. Nimalizie kwa kusema umetupatia elimu ya matumizi ya nishati safi. Na matumizi hayo umenielekeza na hili nimeona niiseme mbele ya wananchi wote. Umenielekeza vijana na wapishi wote wanaochoma nyama katika mkoa wa Arusha, yale majiko walioyatumia jana niwapatie, kwa kuwa ni majiko mazuri yanatumia nishati safi. Na mimi, Mheshimiwa Rais, nakuahidi ya kwamba kila wilaya wachomaji wa nyama watayapata wa majiko, na tutawapa elimu ya kutosha